Ndugu zangu wapendwa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Anasema Allah azza wa jalla, na ile misiba, matatizo, majanga na mitihani ambayo inakukumbeni nyinyi, sababu ya majanga hayo na mitihani hiyo na misiba hiyo ni yale yaliyotangulizwa na mikono yenu. Baadhi ya majanga na mitihani inayokukumbeni ni kwa sababu ya vitendo na mambo yaliyofanywa na nyinyi wenyewe. Bali katika aya nyingine, Allah azza wa jalla anatueleza jambo hili kwa kusema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, hakika Allah habadilishi hali za watu habadilishi yale yaliyopo katika miji yao mpaka wabadilishe wao, wabadilike wao nafsi zao. Pale watakapoacha mwongozo wa Allah, basi na Allah huwawekea hali mbaya, na pale watakaposhikamana vyema na mwongozo wa Allah na mtume wake, basi Allah huwatengenezea mambo yao. Aya hizi mbili nimezitanguliza kama ni sehemu ya kile ambacho nimekusudia kukizungumza, kwa lengo la kuikumbusha nafsi yangu na nafsi zenu. Kwa hakika yanayodhihiri leo, kama Allah alivyotuwekea wazi katika Qur'an, katika majanga maradhi mbalimbali na mitihani mbalimbali katika nchi na miji mbalimbali, kiasi kwamba amani ikawa haipo, watu wana hofu hawana utulivu wakihofia majanga na maradhi mbalimbali. Haya yote ni kwa sababu ya yale ambayo tumeyatanguliza. Baadhi ya mambo Allah huyaleta kwa waja wake kama ni mitihani, lakini baadhi yao huletwa kwa sababu ya maovu ambayo hawa watu wameyafanya, na kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huleta misukosuko na majanga, ili kuwakumbusha, ili kuwahofisha wapate warudi katika njia ya sawa. Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah amridhie yeye na baba yake, anasimulia hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii yameipokea Ibn Majah na wengineo katika ulama. Anasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma,

Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, enyi pote la muhajirin. Hapa alikuwa amewaelekea muhajirin, na kwa hivyo akawaita muhajirin, lakini maneno haya si kwamba alikuwa anawaambia muhajirin tu, bali alikuwa anayaelekeza kwetu sote wafuasi wake. Mtume akasema, ya ma'ashara almuhajirin, enyi pote la muhajirin, khamsun idhabtulitum bihinna waaudhu billahi an tudrikuhunna. Kuna mambo matano. Mambo matano hayo lau kama mtapewa mtihani wa kudhihiri kwake katika jamii yenu, mambo matano hayo lau kama yatadhihiri, watu watakuwa wanayafanya, basi kuna matano mengine yatatokea, lakini hayo matano mengine yatakayotokea yatakuwa ni mabalaa ambayo yatakuwa yamesababishwa na yale matano ambayo watu wameyafanya. Akaomba dua, akasema wa a'udhu billahi antudrikuhun, namuomba Allah ulinzi, yasikufikeni, yasikudirikini, msiyawahi hayo, yani msifike katika wakati ambao mambo hayo matano yatakuwa yakifanywa kwa wingi. Sasa ni mambo gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mambo hayo matano lau kama watu watayafanya kwa wingi, wakajiachia hasa, si kwamba labda ikawa mtu mmoja mmoja ameteleza tu, a ikawa ndo kawaida, maana yake hayo yanafanyika katika jamii, yataletwa matano mengine. Ni epi hayo matano ambayo watu wakiyafanya yatakuja majanga matano mengine? Anasimulia Abdullah Ibn Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayaorodhesha na maana yake anatueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa haya mambo matano tusiyasogelee, tusiyafanye ndo maana yake. Na wakitokea watu kati yetu wakiwa wanayafanya haya matano basi, tuwazuie tu, wanasihi wasiyafanye haya, kwa sababu yatasababisha matano mengine ambayo ni majanga. La kwanza mtume akasema sallallahu alayhi wasallam: lam tadhhari lfahishatu

hata yulinu biha, uovu na machafu yakawa yamedhihiri katika jamii mpaka ikafika hatua ya kwamba watu wanaona ni kawaida, machafu na maasi wakawa wanayatangaza hata yulinu biha, mpaka wakawa wanatangaza sasa, kama ilivyo hivi sasa. Watu hivi sasa wanazini na wanatangaza uzinifu watu wanalewa mpaka wanajisifu na kutunga nyimbo za kulewa na kuwashajiisha vijana walewe na watu wazima. Watu hivi sasa wanacheza kamari mpaka limekuwa jambo la kawaida waislamu kucheza kamari, mpaka wanahamasishana kucheza kamari na yameundwa makampuni mbalimbali mbali ya kucheza kamari, maanake imekuwa ni mambo ya kawaida yale ya madhambi makubwa makubwa yanafanywa sasa ni mambo ya kawaida, watu wanaona ni jambo la kawaida. Sasa Mtume anasema hapato dhihiri kwa watu, hapato dhihiri kwa watu machafu na maasi mpaka ukafika wakati, ikafika hatua watu wakawa wanatangaza machafu, wanazini kisha wanajisifu, wanatangaza, wanalewa kisha wanajisifu, wanatangaza, wanaimba nyimbo za kuhamasishana kulewa, wakawa wanacheza kamari waziwazi wazi, yani machafu wanayefanya dhahiri isipokuwa kitakachotokea pataenea kwao taun. Mtume anasema maradhi ya tauni, ta maradhi mabaya kabisa ya kuambukiza yanayowaondosha watu kwa mamia. Mfano wake ni kama vile kipindupindu, mfano wake tu, lakini ni maradhi makali mno, maradhi ya tauni. Lakini si tu hayo walaujau, na magonjwa mbalimbali -mbali, allati lam takun madhat fi aslafihim ladhina madhau maradhi ambayo hayakuwepo kwa wale ambao walipita kabla yao. Tutawaletea magonjwa ambayo hayakuwepo kwa wale waliopita nyuma huko, na hili alilolisema Mtume sallallahu alaihi wasallam limetokea, lipo hivi sasa. Hili alilolisema sallallahu alaihi wasallam lipo hivi sasa. Watu baada ya kudhihirisha madhambi na wakawa wanayafanya madhambi kama ni kitu cha kawaida, Allah ametuletea magonjwa na mabalaa ambayo hayajawahi kuwepo huko nyuma. Na ukimwi umezuka, sijui korona, sijui ebola. Kukicha kunaibuka maradhi na magonjwa makubwa makubwa mazito mazito. Wakati mwingine utasikia kwenye nchi fulani kumeibuka gonjwa ambalo halijajulikana hata jina halina, maanake ni jipya, halijulikani hata sababu yake. Utayasikia hayo kila siku lakini bado sisi tunaona ni mambo ya kawaida na wala hatushughuliki. Lau yatatokea hayo nchi nyingine, tutamwomba Allah yasitufike hayo. Allah, tunakuomba yasitufike hayo, lakini tunaendelea kumwasi Allah, tunaendelea kujisifu na kuchekelea maasi. Wale wanaomwasi Allah hatuwanasihi na wala hatuzuii maasi. Sisi kwenye mitaa yetu kuna mambo mengi ya ovyo yanafanywa, tunanyamaza kimya. Watu wanafunga miziki wanatukana, vurugu, tunanyamaza kimya, tunatazama tu. Vijana wanaharibika, wanalewa, wanafanya machafu, tunatazama tu. Vijana wetu majumbani na mabanati zetu wanatoka, wanafanya machafu na tunawaona, tunajua, lakini hatuna habari. Allah subhanahu wa ta'ala atakapoleta janga, basi hatoleta janga hilo kwa wale tu ambao wanafanya maasi, bali litatukumba sote na kwa hivyo wajibu wetu kwanza kuyaepuka maasi, lakini pia kuwanasihi wale wanaofanya maasi waache. Mtume anasema utakapofika wakati ambao watu wataona ni kawaida kumwasi Allah, Allah ataleta magonjwa ambayo hayakuwepo hapo nyuma, magonjwa mapya ya hatari. Na ndo hivi sasa kuna magonjwa mengi na kila uchao yanaibuka magonjwa mengine. Hata miili yetu pia imekuwa ni miili iliyoinamiwa na magonjwa. Zamani watu walikuwa hawafanyi mazoezi asubuhi, hawapigi mbio, lakini afya zao zilikuwa nzuri. Sisi sasa hivi tuna tunafanya kila njia, mazoezi, mtu anachagua vyakula, lakini bado maradhi yametuandama, yanatupiga kweli kweli, maradhi ya ajabu ajabu tunaanguka, na wale hatutafakari, tunaendelea kumwasi Allah na tunafurahia madhambi. Umefika wakati sasa, watu wanamwasi Allah kisha wanajirekodi wanaweka kumbukumbu ya maasi na machafu, watu wanazini, wanaweka rekodi ile kumbukumbu ya maasi yao, na pengine wanaeneza, wanajisifu ili watu hawapongeze. Hili jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema. Jambo la pili, akasema walam yankusu lmikyala walmizana illa ukhidhu bisinina wa shiddati almauna wa jawri sultani alaihim anasema Mtume, na watu hawatokuwa na tabia ya kupunja katika vipimo vya uzito na ujazo, wakawa wanawapunja wenzao, manake wanawaibia wenzao kupitia vipimo. Mtu anafanya biashara yeye anakwenda kununua ile bidhaa, ananunua kwa ukamilifu, anapimiwa na kuuziwa vitu kwa ukamilifu, lakini yule anayekuja kumuuzia anampunja, hampimii kwa ukamilifu. Kama anapima kwa kutumia kilo basi hapimi kwa ukamilifu, anampunja. Kama kwa kutumia kibaba au pishi, anapunja. Yaani watu wamekuwa wananunua bidhaa, lakini wao wananua bidhaa kwa ukamilifu wakiuziwa lakini wao wanawadanganya watu wanawalaghai laghai vile vitu wanavyowauzia hawawauzii kwa ukamilifu sasa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na watu hawatopunguza katika vipimo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu bisinina kwa kuwaletea ukame wa shiddatil mauna na ugumu wa maisha gharama za maisha na matumizi yao watakuwa hawawezi kuyamudu maisha, yatakuwa magumu. Lakini si hilo tu, wajauri sultani alaihim Allah, pia atawaletea utawala uliokuwa mgumu, utawala wa dhulma, utawala utakaowakandamiza. Kwa hiyo watu wakipunjana, wakiibiana, wakitapeliana katika kuuziana na katika kupimiana, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hili, watakapofika utakapofika, wakati watu wakalifanya kama ni jambo la kawaida, Allah atawaletea ukame na ugumu wa maisha, bali atawatawalisha watu ambao watakuwa wakiwakandamiza, utawala mgumu wa dhulma Allah atawaletea. Kwa hiyo ikiwa hilo bado halijafika kwetu la kuletewa maisha magumu mno na utawala mgumu basi haliko mbali hilo, kwa sababu haya aliyoyasema mtume yanafanyika hivi sasa kwa wingi. Bali sio wale wanaopima tu, wanaowauzia watu bidhaa kwa kupima, hata wale wasiopima pia, labda vitambaa au vitu vingine, pia wanawahadaa watu, ima wanawauzia watu vitu feki au wanawahadaa kwa namna moja ama nyingine katika kuuza, wanawadanganya sana au wanawapunja sana. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam akasema, walam yamnauu zakata amwalihim, na watu hawazuii zaka za mali zao, yani hawatozuia watu kutoa zaka, wana e, zika tu mali na kulimbikiza, lakini hawatowi. Illa muniu alqatra minas samaa, isipokuwa watanyimwa mvua watazuiliwa mvua, hakuna mvua itakayokuja ikiwa kama watu watazuia zaka. Katika jambo ambalo limedhihiri kwenye wakati wetu huwa sasa ni hili, kuna wafanyabiashara wengi sana, wafanyabiashara wengi ambao wameshakidhi vile vigezo vya kutoa zaka, mali yao imeshatimia kiwango cha kutoa zaka, vigezo vyote vimeshakamilika, lakini wanajifanya kama kwamba hawajui, hakuna uwajibu wa zaka kwao, hata habari hawana wanaendelea kulimbikiza mali zao na kuzihesabu, alladhi jamaa malan waaddada yahsabu anna malahu akhlada. Mtu anahesabu tu, anatamani ziingie tu, pesa ziingie tu, mali izidi tu. Yeye akihesabu ile mali na akiona inaongezeka anafarijika, anafurahi, na ndo anaona ndo hapa hapa tu ndo hapa hapa tu nikusanye, lakini zaka hatoi, si kwambi sadaka, ile zaka ambayo ni wajib kwake hatoi siku anayosema anatoa zaka, basi zaka yake anawagaia watu shilingi 100, shilingi 1000, au watoto awagaie shilingi 100. Ndio, ndo hivyo yaani, ile zaka hasa ile fungu la zaka hatoi, anaona shida, anaona kama kwamba mali yake itapunguka kumbe mali yake haipunguki inasafika na inaongezeka inabarikiwa, wakitoa zaka. Lakini wame, watu wengi wanapuuza jambo la zaka, na wale hawataki kusikia kabisa habari hizo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, watu watakapolifanya hili kuwa ni jambo la kawaida, wakawa hawatoi zaka, wanalimbikiza mali zao, basi wajue kwanza kuna adhabu ya duniani ambayo ni ipi? Muniul qatra minas samaa, watazuiliwa mvua Haitopatikana mvua. Lakini mtume anasema walau la albahaimu lam yumtaru, na lau kama si uwepo wa wanyama hawa, basi mvua isingelinyeshelezwa. Lakini tu kinachowafanya watu wapone, wapate afadhali ni wanyama. Kinachowafanya watu wasalimike ni wanyama. Wanyama hawa kwa vile wao hawajakalifishwa kufanya hizi ibada basi, Allah subhanahu wa ta'ala huleta mvua kwa kuwahurumia hawa wanyama ili wapate malisho na wao. Lakini mtume anasema walaula albahaimu, lau kama si uwepo wa wanyama hawa, lam yumtaru, pasingeliletwa mvua kwa kitendo cha watu ku, kuzuia zaka. Hawatoi zaka za mali, wanazuia mali zao na wanalimbikiza tu adhabu ya duniani Allah anasema ni kunyimwa mvua. Na kwa hivyo, tutakapoona mvua imetukatikia, basi la kwanza tuhusiane kumcha Allah, lakini pia kutoa zaka. Matajiri tuwasisitize watoe zaka, wasilimbikize mali zao. Hii adhabu ya duniani, lakini akhira, kila yule ambaye atazuia mali yake asitoe zaka, Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu kupitia hiyo mali Allah anasema wale wanaolimbikiza dhahabu na fedha, basi siku ya Kiyama zitayeyushwa, kisha watabandikwa nazo, fayukwa biha jibahuhum wa junubuhum hadha ma kanaztum li anfusikum, watabandikwa nazo hizo dhahabu na fedha, maanake zile mali zao walolimbikiza watabandikwa nazo, zitageuzwa kuwa moto, wataunguzwa nazo mapaji yao ya uso na mbavu zao, na wataambiwa haya ndio ambayo mlikuwa mkiyalimbikiza. Faida yake ndo hii sasa. Onjeni kile ambacho mlikuwa mnalimbikiza mkidhani kwamba kitakubakisheni milele, mkidhani kwamba kitakuja kukunusuruni mbele ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Mali ni kitu cha ja kupita tu, unatumia duniani kinapita. Na kwa hivyo Allah akikuruzuku kuwa na mali, basi itumie hiyo mali iwe ni sababu ya wewe kupata radhi zake. Iwe ni sababu ya wewe kuingia katika rehma zake usizuie zaka. Toa ile zaka ya lazima, lakini pia sadaka, jitahidi sana utoe, kwa sababu kwa utoaji wako wa sadaka ndo utapata rehma za Allah. Hiyo mali ukitoa, maana yake ndo unajiwekea njia safi, unajisafishia njia, unajikurubisha kwa Allah, unatafuta rehma za Allah na Allah atakuhurumia. Lakini ukisema iongezeke, uendo tajiri namba moja, ukiwa na malengo hayo basi utabaki kubana kubana pesa, mwisho utaondoka, zile pesa utawachia wengine, watu watatumia, hata kukumbuka pengine wasikukumbuke. Ni lazima mwislamu usiweke e, mawazo ya kumiliki na kumiliki na kukusanya tu mali. Wewe weka mawazo ya kujiandalia maisha yako bora ya akhera. Na kwa hivyo ukiwa na mali, toa katika zaka ya lazima, lakini pia toa sadaka, uwasaidie wengine. Hili jambo la tatu, Mtume anasema watu hawatozuia zaka isipokuwa Allah atawanyima mvua, na lau kama si wanyama wasingelipata mvua kabisa kabisa. Lakini wanyama ndo watakuwa ni sababu ya wao kusalimika. Allah atawahurumia wanyama na kwa hivyo ataleta mvua kwa sababu ya hawa wanyama na ndege na wadudu. Jambo la nne Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walam yankudhu ahda ahdallahi wa ahda rasulihi na watu hawavunji ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume walioweka, watu hawatovunja kile ambacho wamemwahidi Allah na Mtume wake. Illa sallata allahu alayhim aduwan min ghairihim faakhadhu bada ma fi aydihim, isipokuwa Allah subhanahu wa taala atawasalitishia adui kutoka kwa watu wengine, wa aje huyo adui awashinde kisha awapore baadhi ya vile ambavyo wanavyo watu wakiwa wanavunja ahadi waliomwahidi Allah mtu anaahidi kumwahidi Allah kwamba naahidi kwa Allah nitafanya jambo fulani lakini hafanyi hatekelezi hilo basi jambo hili likiwa ni la kawaida katika jamii Allah subhanahu wa ta'ala mtume anasema atawasalitishia adui ambaye atawapora vile vitu vyao walivyo navyo, walamyankudhu ahda llahi wa ahda rasuli, na watu hawavunji ahadi ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na hilo likaenea likawa ni jambo la kawaida. Watu wanaweka ahadi lakini hawatekelezi zile ahadi, mtume anasema litalotokea hapo, Allah atawasalitishia maadui, watatoka huko kwenye miji mingine, watakuja kuwavamia wao watachukua na kupora vile ambavyo wanavyo, watawashinda nguvu. Na kwa hivyo, pale mnapoishi watakuja watu wengine, waishi wakuzidini nguvu, wakunyang'anyeni maeneo, wajenge wao, biashara mlizokuwa mnafanya watakunyang'anyeni, watakuondosheni, watakaa wao, watakunyang'anyeni sababu. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba hamtekelezi yale mliyoyaahidi. Na jambo la tano, Mtume sallallahu alaihi wasallam

isipokuwa Allah atakachokifanya atajalia wawe hawaelewani, wana magomvi na matatizo baina yao. Maana yake nini? Maana yake kinachotakiwa ni kwamba watu wakishike kitabu cha Allah na wazifuate sheria za Allah alizoziweka waufuate Uislamu na wakiacha tu kuufuata Uislamu, Mtume anasema viongozi wao watawala wao wakiutupa Uislamu wakatupa kitabu cha Allah wakatupa sheria za Mtume Muhamad sallallahu alaihi wasallam alizozifundisha kutoka kwa mola wake, basi Allah ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah atajalia shida kwao, matatizo. Lakini matatizo haya atayajalia baina yao, yani yanatokana na wao wenyewe, kwa maana hawatoelewana, watapigana wao wenyewe kwa wenyewe, watadhulumiana wao wenyewe kwa wenyewe watanyang'anyana wao wenyewe kwa wenyewe, hawatokuwa na amani wao wenyewe kwa wenyewe, manake watakuwa hawaelewani, watakuwa na mgogoro baina yao wao wenyewe kwa wenyewe, hapatokuwa na salama. Kwa nini? Kwa sababu wameacha mwongozo wa Allah, wameacha kitabu cha Allah, wameacha mafundisho aliyoyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hivyo kwa mujibu wa maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni lazima manake kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa taala na maamrisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasalam ambayo haya yote yanatoka kwake Allah. Ni wajibu wetu, lazima tuyafuate aliyotufundisha Allah na mtume wake.